Haleluya, haleluya Bwana Yesu asifiwe. Ni mchana wa leo ambapo Mungu amekuwa mwaminifu na Mungu amekuwa tumaini na kimbilio katika maisha yetu. Siku ya leo tunaenda kujifundisha neno kuhusu Mungu kutuma mtu ambaye atakutafuta katika maisha yako. Yaani Mungu atasukuma mtu mahali ambapo atakuja akasimame na wewe katika haja ama hoja ya moyo wako. Kuna watu wameachwa katika maisha ya ulimwengu huu, kuna watu wanapitia changamoto, wengine wameachwa na wazazi wao, wengine wameachwa na marafiki zao, hata hawajulikani wao ni watu wa aina gani. Kwa sababu gani wamewaweka katika viwango, na ndio maana wengi husahau wengine na kuwaacha kando Nataka kutia moyo ndugu yangu dada yangu mama yangu kwa siku hii ya leo, ya kwamba Mungu anatuma mtu akakutafute mahali ulipo na kilicho chako ukakipokee kupitia kwa huyo atakayekutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Neno linanifundisha katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 16 kuanzia mstari wa kwanza hadi 13 Mungu akamtuma Samueli katika nyumba ya Yese kwenda kumtafuta Daudi maana tayari Mungu alikuwa tayari kumtumikia Daudi katika kazi yake, na Mungu tayari alikuwa ameweka kibali juu ya Daudi, bila wao, ndugu zake, bila baba yake, bila wale wote ambao walikuwa karibu na yeye kuelewa kila ambacho Mungu aliweka ndani mwake. Jambo la kwanza, Daudi akiwa katika nyumba ya baba yake ambaye ni Yese, tunaona ya kwamba kazi ya Daudi ilikuwa ni kuchunga kondoo maana waliona kazi ambayo anaweza weza ni kazi ya kuchunga tu kondoo, lakini hawakujua ya kwamba walikuwa na mwandaa kwa huduma wa Mungu ambao ni wa, wa ajabu sana. Hawakukuwa naelewa ya kwamba kilichowekwa ndani mwao hawangekijua kilichowekwa ndani ya Daudi hawangekielewa, mpaka wakati Mungu akatume mtu mahali pale kuja kukivumbua ama kukionyesha kila ambacho kilikuwa ndani ya Daudi. Kwa hivyo eh, neno neno linasema katika kitabu nimesema katika kitabu cha Samueli wa kwanza, wa kwanza mlango wa kumi na tatu. Wacha tuone neno la Mungu linasema nini, mlango wa kumi na sita noti kumi na tatu, mlango wa kumi na sita kuanzia mstari wa kwanza hadi kumi na tatu. Inasema hivi, mstari wa kwanza: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiuamiliki Israeli Ijaze pembe yako mafuta uende nami nikupeleke kwa Yese mbethelehemi maana nimejipatia ni mfalme katika wanawe. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba Mungu akaamurisha Samueli kwenda kwa nyumba ya Yese, maana tayari Mungu alikuwa amejichagulia mtu mfalme. Mungu alijichagulia. Kwa hivyo Mungu anapokuchagua wapendwa, mwanadamu wa kawaida hawezi jua kama Mungu amekuchagua mwanadamu wa kawaida ataongelelea ile hadithi ama historia yako ya zamani, jinsi ulivyokuwa ukifanya, jinsi ulivyokuwa unaendelea na mambo zako, lakini hajui ya kwamba kuna kitu Mungu anapokiweka ndani mwako lazima anakifuatilia. Hiyo mbegu aliyopanda ndani mwako lazima anaifuatilia mpaka ikamee. Ndio maana Mungu akatuma Samueli kwa nyumba ya Yese kwenda kutafuta yule ambaye alikuwa anamtamani katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe. na eh, mstari wa pili unasema kwamba Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli Sauli akipata akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Angalia. Kitu cha kwanza Mungu anaamrisha Samueli kwenda kwa nyumba ya Yese, lakini Samueli kwa ajili alikuwa pia anamuogopa Sauli, maana Sauli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni wa vita, lakini Samueli akamuogopa. Na ndipo Bwana akampea akili na maarifa ya kwenda kufika kwa nyumba ya Yese, akamwambia akachukue ndama, akaende kujifanya ya kwamba wanataka kutoa dhabihu. Nataka nikwambie mpendwa, Mungu akikutafuta atakutumia yule ambaye atakufikia hata licha apate vizuizi katika njia, katika barabara zake za kuenda. Lakini Mungu akiamua kukutafuta atakutafuta mahali popote. Sasa angalia, Akienda kwa Yese, neno linaniambia ya kwamba Yese alileta watoto wake ambao alikuwa anadhaminia, wala ambao alikuwa ameweka imani ndani mwao, akaona ya kwamba hawa ndio wanaweza kufanya ile kazi ambayo Mungu anataka. Lakini Mungu naye akawa haangalii kama mwanadamu. Neno linaniambia ya kwamba Mungu wetu haangalii kama mwanadamu, lakini mwanadamu wakikuangalia, wao wanaona ya zamani, yale ambayo matendo ulikuwa unatenda kitambo, lakini hawaoni matendo ambayo Mungu anataka ukamtendee katika kazi yake, maana tayari ameweka kile ambacho anataka kikakae ndani mwako. Kwa hivyo e, mpendwa, Samueli akaenda akakubali, akaenda. Mstari wa kumi na tatu unaniambia kwamba ndipo Samueli akatoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Angalia wakati sasa, Samueli alipofika katika ile nyumba sasa, baba yao akawa akaulizwa swali. Unajua kuna mambo mengine yananishangaza katika moyo wakati baba yake aliulizwa, kuna mtoto mwingine anasalia? Maana alileta wale ambao alikuwa anadhamini. Kuna watu wameleta watu ambao wanadhamini mbele mbele, wamewasukuma mbele watu ambao wanadhamini, lakini kumbe Mungu kuna yule ambaye hayuko karibu na wao, ambaye Mungu tayari Mungu amemweka tayari, kumwandaa hata kuwa kiongozi wa wale ambao wametangulia. Kwa hiyo Mungu akatumanisha Samueli akatumanisha walisimama. Jambo linanifurahisha hapa ni kwamba Mungu akiweka mkono juu yako, hata wakuja na mbinu zao, hata wakuja na nini, instead atawaibisha. Yani mbele yako utaona, yani watu watafedheheshwa mbele yako. Maana Samueli akawambia kwamba mtasimama mpaka wakati huyo kijana atakapofika hapa, na alipofika, kwa ukweli pembe yake ilikuwa tayari kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pembe ya Mungu iwe tayari kufanya kazi katika maisha yako. Ikumwagie e mafuta ambayo utafanya kazi ya Mungu bila uoga. Mbarikiwe na hili neno na liwalinde. Amen. Amen. Amen.